mekuwa tukiviorganize na kila mwezi tunakuwa na tamasha letu hilo ambalo linaendelea, Yeah. Sasa kupitia matamasha mengi ambayo tumefanya mm. Kuna wadau ambao wameuiwa waone aa, waweze kutuunga mkono, mm. Na hasa tunapoelekea kwenye wiki ya kudhibiti na kuzuia magonjwa yasiyoambukiza mm. Wiki hii huwa inaanza wiki ya kwanza ile ya mwezi Novemba. Okay. Kwa hiyo kipindi hiki tuko kwenye uhamasishaji, tunahamasisha jamii mm. Basi na wadau mbalimbali waliposikia wakaona waje wa watuunge mkono sa, na sa. Katika kutuunga mkono basi kuna tukio ambalo wameandaa mm. Walipokuja na sisi tukashukuru kwamba ni vizuri watuunge mkono ili tuweze kupambana na haya magonjwa kwa kushirikiana mm -hmm. Okay. Kwa hiyo ndo lengo la la safari okay. hiok Uh, kwa, kwa, kwa nini bilo tu uh, maza tuna tuna tuna senta nyingi uh, ikiwemo iki, iki bilo uh, wiki iliyopita tulikuwa na coko pamba alliance. Kwa nini bilo tu ni wadau ambao mm. tuko nao kwenye sekta ya michezo okay. ambao kwa kweli hii ni idea yao yeah. Ehe. Waliona wafanye hii mm. katika kuhamasisha uh, um, fitness ya mwili yeah. Lakini pia <coughs> ikawa ni fursa kwa kufika kwa kwa kwetu na kushirikiana na sisi mm. kwa maana ya upande wa afya, kwa hiyo yeah. <laughs> ni wadau ambao wa waliona kuna fursa ya kupitia michezo mm. na jogi uh, mm. wakafika kwetu, wakaelezea nia yao, na sisi tukaungana nao okay. Lakini pia nia yao nyingine, kupitia sasa michezo na jogi mm. ni kuhamasisha pia wananchi kushiriki katika uchaguzi. Okay. E, kwa hiyo uh, malengo kupitia michezo yeah. ilikuwa ni kutumia jogi yeah. kujiweka fiti yeah. lakini kuhamasisha wananchi kushiriki mm. katika uchaguzi. Ah uh, kutakuwa kuna jogging lakini kutakuwa pia na zoezi la ufanyaji wa usafi. Okay. Eh, kuhone, ni activity kubwa hizo lakini, jogging mekua kipaumbele zaidi, eh imekuwa mbele, kwa maana ya kama alivyosema daktari mm. wiki ya magonjwa kuhamasisha magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo uh, ni vitu okay. E, ambavyo vinaenda mm pamoja yeah. <laughs> Kwa maana tuko idara ya mm, mimi na vijana wangu kundani, uh, wamegoma kabisa kufanya mazoezi <laughs> najitahidi jogging kila siku, wanakataa. shawarma na biriani zinawaumiza. Uh, kuna, kuna kuna connection gani kati ya afya na michezo? Watu wanadhania nikifanya mazoezi nikikimbia tu tayari. Uh, connection iliyopo kati ya afya na michezo inanipusha, ina, ina mimi vipi nayo magonjwa sio ambukizo? Ah, kama tunavyojua kwanza, tunaambiwa afya ni mtaji mm. Na yeah, hadi uwe na afya njema, ni lazima mwili ujishughulishe. mm-hmm. Katika kujishughulisha mwili unajiweka sawa hata ile katika mzunguko wa damu yes. unakuwa ni mzuri. Kwa hiyo mzunguko wa damu ukiwa uko salama, viungo uh, vingine vyote ambavyo ni muhimu mm-hmm. kama moyo unasafirisha damu vizuri mm. Na ukisafirisha damu vizuri, damu inaenda mpaka kichwani, unapata usingizi vizuri mm. Basi baada ya hapo ukiwa umetulia, unaweza sasa ukaamka ukafanya mazoezi yako yeah. Unapofanya mazoezi yako, bado unaendelea kufanya mwili wako uwe nini, uwe active mm. Kwa hiyo unapokuwa active basi hata hayo um, kwanza unakuondolea hata mawazo mbalimbali, stress mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha huo mzunguko wa, wa, wa damu siwe mzuri mm -hmm. Na vichocheo vingine zi, visifanye kazi vizuri okay. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mazoezi kwanza, yanakuepusha na kufikiria mambo mengine mengine tofauti, kati ya ukicheza umefanya mm -hmm. Me e, e, e, mazoezi lakini ukifanya mazoezi unacheza <laughs> au tofauti kwa au ndio, sielewi <laughs> mazoezi mm. Inawezekana ukayafanya bila kutia michezo. Konekshen okay. ya michezo na afya kwenye ishu mm. ni kwamba biro kama klabu wamekuwa ni wadau wetu wa michezo yeah. ambao ndo wamefikiria hii idea okay. kwa hiyo kupitia mazoezi na michezo michezo mm. ndani yake, kumbuka wenyewe wana ni klabu ya mpira wa miguu ambayo ndani yake pia kuna mazoezi jana ah. wanafanya mazoezi lakini hao mazoezi pia yanawafanya keep fit. na maana unakuta wana michezo wengi hawasumbuliwi na magonjwa yasiyoambukiza kwa sababu wanakuwa wanafanya mazoezi yeah. mara nyingi. kwa hiyo okay. kupitia klabu yao ya jogging hmm. wakaona kwamba tuwashirikishe watu katika kufanya mazoezi, iwe ni utamaduni ambao tutaihamasisha jamii pia kushiriki katika mazoezi, ili sasa hmm. kiupande okay. wa afya watu wawe, connection inakuja. mm -hmm. Okay. Sawa sawa. Ah, kutakuwa pia na shughuli za upimaji zitakuwa zinaendelea kufanya uchunguzi mm -hmm. labda wa mashinikizo ya damu kufanya uchunguzi wa kisukari, kufanya uchunguzi wa saratani mbalimbali, kwa hiyo mm -hmm. shughuli zitakuwa zinaendelea kupitia kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya lakini vilevile mm -hmm. Uh, kutumia pia matamasha mbalimbali wahudumu wetu wa afya watakuwa wanafika wanatoa huduma kwa jamii kwa mm. haita jamii haitakaa kinyonge wiki e, watu waelewe kwamba baada ya hapa kwenye vituo vya afya na, ni vituo vya afya I mean uh, vya uh, ambapo vitu, specific mtayari vituo wu... vyote, vyote, halmashauri zote mkoa wote wa Mwanza okay De. yeah uh, siku ya tukio lenyewe uh, kwenye kilele chenyewe ni vitu vitu gani hasa ambavyo tutakuwa tunafanyika? Uh, kilele chenyewe cha kuadhimisha uh, udhibiti wa magonjwa ya yasiyoambukiza itakuwa mm. tarehe kumi na nne Novemba mm. kwa hiyo uh, kama nilivyosema, hizi shughuli zote sasa zitakuwa zinaendelea mm. lakini uh, siku hiyo sasa kila kituo kitajikita kita kwenye kutoa elimu kwa jamii uh, ambayo itakuwa imefika pale, watatoa elimu na kuna wadau sasa, wadau ambao tunao mm watasaidia sasa katika kuelekeza ni vitu gani vinatakiwa kufanyika aa, kwa wagonjwa ambao labda watagundulika wana kisukari, wana magonjwa ya moyo mm. Kwa hiyo hayo yote yatakuwa ya yanaendelea mm. Lakini vilevile hata kwenye hii shughuli yetu ambayo wameandaa wenzetu hawa mm. Kama tumesema tume jogging itakuwepo, na hitimisho litakuwa tutaanzia pale Fraisha, tutakuwa na mzunguko wa kama kilomita tano lakini tukifika pale hospitali ya mkoa hmm, kutakuwa na usafi kama walivyosema, lakini vilevile kutakuwa na upimaji pia wa afya okay, wa wale ambao watajitokeza, basi wataweza kuchunguzwa magonjwa mbalimbali, kama wa wataonekana wana tatizo, basi watapata huduma ah. advantage ni, ni ni nyingi sana hmm. Kwanza kama nilivyosema, inakusaidia mwili wako kuwa kuwa fit, yani muda wote lakini vile vile kujiepusha na haya magonjwa ambayo tumeyaona okay. Lakini vile vile uh, ukishapata magonjwa ujue kuna gharama mm -hmm. Lazima utahitaji kwenda hospitali uh, ukienda hospitali sasa, kutakuwa na kulipia. Mm. Labda pengine kuna vipimo zaidi vinahitajika. Mm. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza sasa, wewe utaepukana sasa na, na, na hizo gharama mm. Lakini vile vile hata maendeleo yako kwenda, okay, eh, hospitali kuugua Hautaweza kufanya kazi. Mm -hmm. Eh? Kwa hiyo kama hautaweza kufanya kazi, kipato chako cha siku na chenyewe kinaweza kikawa kimefanya nini, kime kimepungua. Kwa hiyo haya yote tunaweza tukaona kwamba utakapokuwa unafanya mazoezi na mwili wako ukawa fit mm -hmm. Yani wewe mwenyewe sasa unakuwa unajijengea maendeleo kwako kila siku na nafasi ya kufanya kazi kila siku na uwezo wa kushiriki shughuli mbali mbalimbali mm -hmm. na kipato chako kinaingia na jamii inaendelea sana kwa kwamba mna, mna jogging club, timu ya wanaume timu ya wanawake, na jogging club ndio uh, ambazo zinapatikana ndani ya Bilo, yeah. Uh, pekee ndio hii. Uh, idea ilitokea wapi mpaka mkaamua ku partner na ofisi ya mkuu wa mkoa uh? Kwanza sisi kama Bilo mm. ni wadau wakubwa wa maendeleo katika nchi okay, hivyo tulikaa tukashauriana mm tunawezaje kuhamasisha watu katika kufanya mazoezi mm. na vilevile tunawezaje kuwagusa jamii inayotuzunguka mm. tukaona kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa mm. ya tuweze kuandaa kitu kama hicho ambacho kitaweza kusapoti na kuwagusa watu mbalimbali mbali wa ambao wanaweza wakashiriki katika ufanyaji wa nini, wa mazoezi, maana pale klabu kwetu sio tu mazoezi mm. ya mpira hapana, training session yeah. Kwa watu ambao sio wacheza mpira mm. ila wanahitaji kuwa fit. Okay. ya, ipo pale session hiyo, kwa tukaona inakuwa ni vizuri kuungana na watu kuungana na jamii mm. ili kuweza kufanya hiyo jogging. Vile vile kutakuwa na ufanyaji wa usafi katika hospitali yetu ya mkoa Sekotule pale yeah. na wenyewe tunaweza kuhamasisha vile vilevile, wakiona kumbe watu wanaweza kufanya mazoezi hata mm. pia mtu anaweza kawa mgonjwa akaona hii hey. Gonjwa linaenda na mazoezi. Okay. ya ya <coughs> comfortable kufanya mazoezi. Kwa hiyo sisi ni wadau wakubwa wa maendeleo katika hii nchi tukaona, mm -hmm. jambo hili litaenda vizuri sana. Okay. twashirikisha na serikali yetu pia. Yeah. na mambo mengi walioyafanya zani. Baada ya kuondoka hapa studio tutaacha mawasiliano. Sawa. kwa wakazi wa mtaa Nyasaka huu, mm -hmm. kuanzia hapa Busuruga kwenda mpaka Nyasaka kule. Tunaweza kukutana pale kituoni kwetu. Yeah. na safari itaanza pale yeah. Ila kwa wakazi wa mjini kule, tunaweza tukakutana furahisha. Kwa hiyo kuna namba hapa tutaziacha za viongozi mm. mm. ili watu kuweza kufika pale kwa usahihi na kwa muda husika okay, ndio. Kwa mtu asidanganye kwamba kuna malipo, asogope kwa kuna malipo la nini? Hapana, ni wewe vango zako za michezo nzuri mm. ya yeah. Uje ukati ya upepo, uje ufanye mazoezi, labda kuna amkufikiria kushirikisha wadau wengine wa michezo uh, ili idea iwe kubwa, watu wa awareness isambae. Nadhani kila kitu kinaanza kwa udogo mm. nadhani next time tukiandaa tena wataongezeka wadau wengi na wengi uh, vipi sasa wa sehemu nyingine ambao watu wanaweza kukutana. Daktari amesema, uh, raisha mm. ya ratiba nzima jinsi ilivyo ili mtu akiwa anasikiza sasa hivi kesho ajue anaanzia wapi anaishia wapi? Uh, kama tulivyosema hapo mwanzo, ratiba mm. saa kumi na mbili kamili tutaanza jogging kutoka furahisha mm. kuelekea kupitia njia kuu ya kupitia kule benki kuu, tutatokezea hospitali ya mkoa okay. pale ndo tutafika. Baada ya jogging hiyo kutakuwa na ufanyaji wa usafi katika hospitali mm. ya mkoa pale huku na vipimo mbalimbali vya afya vikiendelea mm. kufanyika pale ya yeah. tiba ndo itakuwa hiyo tu za, haina haina haina mambo mengi, haina mambo mengi ya na wakati na, tuna tunaenda tuna, tuna kumaliza labda lolote ambao walikuwa wanatamani wadau, sasa hivi sasa hivi eh, wafahamu, tulizungumzia kwa namna ambavyo mpaka sasa hivi mambo yenu yalivyo Uh, ratiba jinsi ambavyo mmezieka me, me, me sawa, uh, tukio lenyewe mpaka kufikia kilele hapo, uh, katikati tumezungumza sana wa, na, na wadau kasema kwamba kwa uh, kuwa kwa ni mwanzoni, of course uh, kwa hapa mmejiona tayari kwenye ee kakechikeno uh, kwa chochote kabla hatujaenda kumaliza uh, kikubwa tu hmm. Sisi kama Bio Football <laughs> Center tunapenda kuwakaribisha wadau mbalimbali wana michezo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza na nje mm. ya mkoa wa Mwanza ambao wanatusikia ya yeah, yeah. waje watusapoti, tunahitaji support yao pia mm. yeah. waweze kushiriki upigaji wa kura mm. tarehe 29. 9 yeah. yeah. waweze kumchagua kiongozi sahihi kwao. Kwa hiyo yeah. tunawakaribisha sana mm. sisi kama food, Biro Center. tunawakaribisha sana sana sana.